Shukrani sio kile kinachoonekana kwa nje. Kile kinachoonekana kwa nje kinapaswa kiwe ni matokeo ya kile kilichopandwa ndani ya moyo wako. ni stadi wa saba, jisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu, na amani ya Mungu ipitayo akili zote itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Msijisumbue kwa neno lolote, lolote bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Kwa nini? Nakwambia, na ukitoa kushukuru, kusali na kuomba hakuna maana. Huko kusali kuombatana na kushukuru huko kuomba kuombatana na kushukuru. Ukitoa kushukuru, kusali na kuomba hakuna matokeo. Msijumbe kwa neno lote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru. Nasema na haja zenu zijulikane. Kwa lugha nyingine ni kwamba Ukiondoa shukrani hakuna haja itakayojulikana mbele za Mungu. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru, tena na haja zenu zijulikane mbele za Bwana. Haja zinajulikana mbele za Bwana kwa kusali na kuomba. Ukinyofoa shukrani katikati pale kusali kwako na kuomba kwa kwako, hakuna uwezo wa kufikisha haja zako mbele za Bwana sababu namna ya kufikia haja zako mbele za Mungu ni kwa kusali na kuomba. Ile unaponyofoa ile shukrani katikati, ndio maana imewekwa katikati. Angalia mpangilio wake, kusali na kuomba pamoja na kushukuru, na haja zenu zijulikane. Ameliweka pale, ukinyofoa hakuna kiunganishi kati ya kujulikana kwa haja na kuomba kwako kwa, kwa nini hakuna? Kwa sababu utakuwa unaomba nje ya geti la Mungu, hauombi ndani ya mahali Mungu akaapo sababu kinachofungulia mlango wa kwenda pale ili uachilie haja zako, maombi yako yasikike ni shukrani. Ingieni ni malangoni mwangu kwa kushukuru. Kwa ukiondoa shukrani hauingii, usipoingia, utapiga kelele lakini uko wapi? Uko nje, hautasikiwa, haja zako hazitafika mbele zake ili achilie majibu yako. Kwa maana ili Mungu akujibu lazima uwe umerelax. Sasa na ili urelax lazima uridhike. Sasa una relax vipi kama hujaridhika? Yaani hivi kuna kitu kinakuraliza, kuna stress fulani, kuna, kuna kitu kinakupa stress kitu kikupa stressi. Tuseme mfano hivi, labda wewe ni mwanafunzi, alafu hujasoma, alafu kesho kuna nekta, utakuwa na stressi tu. Sasa atokee mtu anyofoe pepa, bwana eh, pepa ili hapa na making skimu, ili hapa weka lili, alafu hiyo ni wiki nzima kabla au ni mwezi mmoja kabla ya mtihani, ile pressure inaisha au uko ndani ya chumba cha mtihani, umefungua mtihani, ukiangalia peupe, yani ukisoma swali la kwanza ya mwisho mweupe unalojua ni moja tu la multiple choice ndio hilo, hilo unalojua, nyingine zote hujui chochote. Halafu mule ndani msimamizi akucheki alafu anakuja anajipitisha kwako anakupilizia marking scheme anakwambia copy, huko ndani chumba cha mtihani anakwambia copy pale pale, jasho litakata, mapigo ya moyo yatarudi nomo, mzunguko wa damu utakuwa kawaida, haendi kwa speed tena, kwa sababu wewe nini, wewe una copy tu. Hapa naposema Usijisumbue kwa neno lolote. Bali katika kila ndio kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru na haja zenu zijulikane. Unaachaje kujisumbua? Uhakika, uhakika. Ili usijisumbue lazima upate uhakika. Sasa unapata uhakika kama hujaridhika? Njia pekee ya kuridhika na kupata uhakika ni kwa njia shukrani, sababu unapomshukuru Mungu, Mungu anakuja anakaa kwenye eneo la kwako, kuna namna. Ndio maana nasema hivi, na amani ya Kristo ipitayo fahamu zote itawahifadhi roho zenu na nia zenu katika Kristo Yesu. Kwa usipokuwa na moyo shukrani, amani ya Kristo inapita fahamu zote haikai. Ili amani ya Kristo ikija, hata kama haujaona kitu unakiona. Amani ya Kristu ikija, hata kama haujasoma chochote, kuna namna. Nasikiza, Biblia inasema ipitao fahamu zote. Maana yake nini? Inaenda nje ya uwezo wako wa kuwaza, inafunga fahamu zako. Hasa anasema hivi, na amani ya Kristu ipitao fahamu zote itakuhifadhi roho yako nia yako na mwili wako. Ile amani ikija, inaenda inafunga ule uwezo wako wa stresi uwezo wako wa mahangaiko, uwezo wako wa mawazo, pale kwenye maunganisho yale inakata. Ikiyakata hauna uwezo tena wa kuwa na stress ya aina yoyote. hata hata mtu aje kupandikizia stress, haingii. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na shukrani, haja zenu zijulikane na Mungu, na amani ya Kristo. Ile neno na ni kiunganishi. Kwa hiyo bila shukrani hizi haja zikajulikana hii amani haiji. Kinachofanya ile amani ya Mungu ije ikukalie ni shukrani ulioachilia mbele za Bwana, ambayo inapeleka sasa. Sikiliza, kwa nini? Kwa sababu shukrani ikitoka inashindwa kuunganisha kati ya sala zako zinazoachilia haja yako mbele za Bwana kwa shukrani ina, inongani, nikiunganishi kati ya haja zako na Mungu, ikiunganisha Mungu anaachilia amani yake inakuja inakalia kwenye eneo lako la kiroho la mwili na nafsi yako linalohusu na hilo eneo inajitosheza yenyewe inakata stress, inakata kila kitu sikiza. Ndio maana Mungu haachilii jibu kwenye eneo lote la maisha ya mtu mpaka kwanza mtu ameliraksi. Marko sura ya nne kwanza mstari wa thelathini ukisoma kule, wakati wanavuka bahari kwenda ng'ambo, wako kwenye boti, mawimbi anayepiga boti, boti inajaa maji, walipokuwa wanajisumbua wanatoa maji wanahangaika, Yesu alikuwa amerilaksi. Sio so, kwamba alikuwa haoni. Cha kwanza, Mungu anajua kesho yetu kabla sisi hatujaingia. Kwa hiyo wakati Yesu anaanza safari alijua kitakachotokea katikati ya bahari. Mungu hafichwi. Anajua yote. Kitu kinachomtofautisha Mungu na Shetani ni vitu vitatu. Anajua yote, ana nguvu zote na yuko mahali pote. Shetani hayuko kila mahali. Shetani hayuko kila mahali. Shetani hajui kila kitu.